Assalamu alaikum, wapenzi wasikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, ni baada ya muda mrefu bila kuingiza sauti ya mamlaka katika chaneli yetu na simulizi zetu. Leo Mwenyezi Mungu amenipatia wasaa mpya wa kuwarejea na kuingiza sauti tena katika simulizi yetu safi kabisa inayokwenda kwa jina la Kufa tu hakuna namna hii ikiwa ni season 2 baada ya kusikiliza season 1 ya kufa tu hakuna namna ambao imeandikwa na Zuberi Musa Maruma, unaweza kumpata kwa namba za simu 0759 4276 na mwisho ni 53. Naam, mimi ni Karibana Ahmad ambaye unanipata kwa namba za simu 0717 221 na na mwisho ni 81. Namba na yangu ya biashara hiyo, unaweza kunipata kwa WhatsApp, lakini pia kwa mawasiliano ya kawaida unaweza kunipigia, kama wahitaji kuingiza voko au sauti katika simulizi zako ulizoandika wewe, ambaye ni mwandishi kama huyu Zuberi Musa Maruma. Tulishia sehemu ya kwanza ile ambayo ni kama sehemu ya 11, lakini kwa sababu ni season two, tunasema ni sehemu ya kwanza na hii ikiwa ni sehemu ya pili. Basi zidu akabaki kaganda pasi na kuamini kile kilichotokea. Unajua, shetani ni kiumbe mbaya sana, anaweza akakushawishi kufanya kitu kwa kukujaza hasira, chuki au tamaa ya hicho kitu, kisha ukakitenda, uondoka na kukaa pembeni akikucheka huku akikuacha na majuto na huzuni. Ndicho kilichomtokea zidu katili; pamoja na ukatili wake roho mbaya aliokuwa nayo ilompelekea hata kumchukia mkewe, akajikuta sasa akijilaumu akimkimbilia mpenzi wake, oh, Katarina nisamehe mke wangu Katarina. Aliumuka vibaya sana mgongoni Malengelenge da, alikuwa akilia tu kwa uchungu. Ndipo akili zilipomrudia Zidu akamnyanyua mke wake. Wi, hebu e, fungua mlango, akamfokea. Suzana alifungua mlango wa mule jikoni, Zidu akatoka. Suzi akafungua mlango wa koridoni, Zidu akapita. Akawahi kufungua mlango wa gari. Ingia, ingia mke wangu. Susan akaingia kiti cha nyuma akakaa na Katarina. Zidu akaingiza akaingia kiti cha mbele cha dereva, gari ikawashwa. mm. Alipofika getini akashuka, akafungua geti na kulifunga kwa nje kwa namba zake maalumu, wakaelekea zao hospitalini. Hali ya Katarina ilikuwa ni mbaya sana. Alifikishwa hospitalini, madaktari wakamchukua haraka haraka, tayari kwa kumhudumia, wakimpaka dawa mgongoni. Zidwa wakaambiwa tu yeye aende zake, arejee kesho, akalipia kila kitu. Yeye na Susan wakaondoka. Lau kama angejua ni bora angemweka mmoja Vipi kutokana na kuchanganyiki, VIP kutokana na kuchanganyikiwa akakumbu hakukumbuka hilo Katarina. alipopakwa tu ile dawa kidogo ikampunguzia maumivu. Salome naye baada ya kutolewa risasi na kupigwa bandeji akaambiwa akapumzike wodini, akipewa kitanda, Mungu wangu, akipewa kitanda namba nne wakati Katarina anaingizwa akaingizwa wodi ile ile, mbaya zaidi akapewa kitanda namba tano. Ila muda huo Salome alikuwa kalala, kageukia upande wa pili. Wow, wazee, kubababake mchezo, sijui unaenda kuchezaje? Ni mchezo hatai sana. Basi bwana. Hivyo Katarina hakumwona kabisa, kwa kuwa Salome aligeukia upande wa pili, Katarina hakumjua. Wodi ile ilikuwa ina vitanda ishirini, pande nne, kila pande ikibeba vitanda vitano. Hivyo Katarina alipata, alipata kitanda cha kwanza, mgonjwa alotoka Salome, kitanda cha sita upande wa pili, akiwa jirani na Katarina. Jaribio la shambulio la kumtwanga risasi Salome linalofanywa na Katarina linashindwa. Zidu baada ya kumwaisha hospitalini anarejea nyumbani. Ugomvi mkali unazuka. Ugomvi unaopelekea Zidu kumuunguza mkewe na uji uliokuwa ukichemka. Zidu anamwaisha hospitalini na kwa bahati mbaya zaidi, Katarina anapewa na hodi alolazwa Salome. Je, nini kitaendelea? Mm. Siku iliofuatia asubuhi ndipo Katarina na Salome walipotambuana. Salome alishtuka sana kumwona Katarina, naye Katarina alishtuka kugundua kuwa Salome kuwa bado yu hai, akawa akimwangalia kwa macho makali yaliyozidi kumwogopesha binti yule. Katilina hakuweza kufanya chochote kwa kuwa wodi ile ilikuwa na wagonjwa wengi. Ila swala la kumwangamiza Salome lilikuwa pale pale. Kama bado nataka natamani kuishi, sina budi kutoroka hapa hospitalini. Ilikuwa ni sauti ya Salome aliwaza, kwani kwa sasa aliendelea vizuri. Salome akakusanya vyombo vyake na nguo zake zote katika mfuko. Hakusubiri kuruhusiwa akajinyanyua kitandani, ili anataka kuondoka. Akashtushwa na sauti nyuma yake. Mke mwenzangu <tuhi> unaelekea wapi asubuhi hii? hata umeruhusiwa kweli wewe? baada ya wagonjwa baadhi ya wagonjwa wakainua vichwa vyao kumtazama Salome. Binti kwa aibu akarejea kitandani kwake. Mbona kama umeingiwa na uoga? Nilikukanya, lakini ole wako sasa. Uwaambie polisi kwamba unanihisi mimi, utajirahisishia zaidi kifo chako. Katarina aliongea kwa sauti ya upole ilomfikia Salome pekee. Gafla mlango wakafunguliwa na maaskari wawili wakaingia. Alikuwa ni Koplozena akiambatana na ispeta Nurdin mwamba kabisa huyu, wakiwa katika sare zao za jeshi la polisi. Wakaelekea mpaka mahala alipo salome tayari kuanza mm, kwa mahoji. Habari yako dada, tumekuja hapa kwa maswali kadhaa tu, hatutopoteza muda zaidi, tutakuuliza Tunaomba utupe majibu kwa ushirikiano mzuri kabisa bila hofu yoyote. Je, unamuhisi nani aliohusika katika kukushambulia wewe risasi? Inspekta Nordin baada ya kumpa pole akamtwanga na swali. Salome alipomtupia jicho Katarina alikutana na jicho kali akanywea. <laughs> Hapana, simuhisi mtu kwa kweli jibu lile na hata kigugumizi cha ghafla alichokipata Salome kikawatia shaka wanausalama wale. Kabla hawajauliza swali jingine, ghafla mlango ukafunguliwa na Zidu K akataz akazama wadini. Alishtuka kumwona Katarina akajilaza pembeni ya kilipo kitanda cha Salome, akapiga hatua mpaka kilipo kitanda cha Salome, akawasalimia maaskali wale. mm, unaendeleaje mgonjwa? Naendelea vizuri tu okay. Na nimekuletea chai, Zidu aliongea akitoa chupa kwenye mfuko na kuiweka juu ya kabati kadogo kalichokuwepo pale. Akatoa na nusu ya mkate akauweka pale vilivyobakia, akasogea navyo kitanda cha pembeni, akamuuliza unaendeleaje, Katarina? Zidu akauliza uso ukiwa umemtawala umemtawala haya. Katarina hakujibu kitu. Zidu akaendelea, amka basi unywe chai mke wangu. Tafadhali naomba niache, Katarina aliongea, usoni akionekana kuchukia kila kitu. Maaskari wale walikishuhudia sasa mashaka yakatawala katika nyuso zao. Zena akajinyanyua na kusogelea kitanda cha pili, akimwacha Nordini pale alipo. Salome samani samahani, kaka, huyu ni mke wako eh? Ya, ni mke wangu, kwani vipi? Zidu akaitikia kwa hasira, kama vile hakupendezwa au tuseme hakutaka kuendelea kuulizwa maswali yale ila tofauti na mategemeo yake Koplo Zena akashusha tabasamu pana, tunamjua kabisa huyo. Ni ZDK. E, mwanaandishi wetu huu, wetu huyu eh, mwanaandishi wetu wa habari huyu ambaye anaishi katika kivuli cha uaskari wa koplo, ambaye akienda kwa jina la Koplo Zena, lakini akiwa ni mwandishi aliyepandikizwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba afanye kazi ya kufichua maovu katika serikali yake. Basi baada ya Zena kuachia tabasamu pana, akamtunga swali lingine. Naona kabla hujaja hapa ulianza kwa yule pale, naye ni nani wako? Zidu akazidi kukunja sura, kutopendezwa na maswali yale. Yule pale ni sekretari wangu, akajibu kimkato. Aha, turudi kwa mke wako. Ni kipi hasa kilichomkuta? Kamwagikiwa na uji wakati anapika, kwa bahati mbaya ndio ukamuunguza. Okay, tukitoka itabidi tutoke wote kwa mahojiano zaidi. Pale pale akamgeukia Katarina aliokuwa akiwasikiliza kwa muda mrefu, kisha akamwambia pole sana, dada, unaendeleaje sasa? Kama unavyoniona, Katarina akajibu yule pale unamfahamu? Ndio, ni mfanyakazi wa mume wangu. Umemfahamu toka lini? Nimemfahamu zaidi ya miaka miwili toka alipoajiriwa. Unafanya kazi katika kampuni ya mume wako? Hapana, mi sifanyi kazi. Kama ufanyi kazi, umemjuaje? Au mume wako akakuonyesha picha za wafanyakazi wako wote na kukutambulisha majina yao? Hapana, hapo mwanzo nilikuwa nikifanya kazi ila nikaacha. Kwa nini uliacha? Mumangu aliniachisha. Kwa nini akuachishe? Hilo swali labda umuulize yeye mwenyewe, ndo anayeweza kukujibu. Okay kaka, kwa nini ulimwachisha mkeo kazi? Ni swala la kifamilia. Zena akageuka upande wa Katarina. Yani alikuwa akiuliza swali pasina kufikiria tena, akiwa chapu kabisa. Una mfanya una ugomvi wowote na huyu mfanyakazi wa wako? Hapana, sina ugomvi naye. Ok, asante. Zena alimaliza wakijua kaishia pale. Hmm, Zena akarukia kitanda kingine akijitambulisha. Um, kwa jina naitwa Koplo Zena kutoka makao makuu ya jeshi la polisi. Huyo binti hapo unayemuona akashambuliwa na risasi na watu wasiojulikana, na sisi tupo katika upelelezi wa kumtambua mshambuliaji. Na maswali machache ya kukuuliza bibi. Mm, sawa mwanangu. Jina lako unaitwa nani? Naitwa bi, Bizena. <laughs> Wajna. Huu wote wawili wakataba katabasamu. Sema sasa mjukuu wangu unataka kuniuliza nini? uko hapa hospitalini toka lini bibi? nina- nina wiki sasa, mjukuu wangu. Yule pale mgonjwa kaletwa lini bibi? Akamnyoshia kidole Salome. Yule, yule ameletwa mjuzi, mjukuu wangu, tena akiwa katika hali mbaya sana Aha, na huyu mwingine ameletwa lini? Akamnyoshia kidole Katarina, huyu huyu ameletwa jana usiku. Huyu kaka ana mtihani wake ana mtihani wake zake an, wawili wakiza wote wagonjwa. Zido, Katarina, Salome na hata Inspector Nrudin wote walishtushwa kwa kauli ya bibi yule. Zena akatabasamu. Ah, huyu. <laughs> Basi, akamwambia bibi kwani umejuaje kama hawa wote ni wake zake? Ha, mjukuu wangu si hapo mwenyewe kasema asubuhi? Huyu alitaka kuondoka, huyu mke mwenzake akamwambia, mke mwenzangu unaenda wapi na ujaruhusiwa. Basi, akarudi. Katarina alikumbuka kweli, aliongea maneno yale na hata Salome kweli alisikia akiambiwa vile. Zena akanyanyuka na kumsogolea Katarina. Je, ni kweli uliongea maneno hayo? Ndiyo. Katerina hakuona haja ya kubisha. Ni kweli, Salome alitaka kutoroka. Sina uhakika, ungemuuliza yeye, maana mimi nilimwona kabeba mfuko wenye vitu vyake. Je, ana mahusiano yoyote tofauti na kazi na mume wako? Kwa hilo kwa kweli sijui, mimi najua hana na namwamini sana mama wangu. kwa nini sasa umwite mke mwenzako Katarina? akatabasamu Ndio, tulivyokuwa tukiitana hivyo hata kazini. Zena akasogea kitanda cha mgonjwa mwingine. Huyu alikuwa ni mtoto mdogo sana hmm. huyu Zena huyu akasema, hujambo mtoto mzuri, si jambo. Shikamo. Marhaba. Pole, umefanyaje? Nimeanguka nikavunjika mkono. Pole mwaya eh? Unaitwa nani? Naitwa Salama. Una miaka mingapi, Salama? na miaka kumi na nne. Upo darasa la ngapi, Salama? Niko darasa la saba. Okay, wakati huyu mgonjwa anafika, ulibahatika kumuona? Alimnyoshia kidole Katarina. Salama akatingisha kichwa kukubali kuwa alimwona. Mm -hmm. Uliona hata mara mmoja wakisalimiana na yule? Akamnyoshea kidole Katarina. Salama akatingisha kichwa kukataa. Leo asubuhi, eti yule alitaka kuondoka, huyu akamzuia kwa kumwita mke mwenzake, unaenda wapi na wakati hujaruhusiwa? Ndiyo, alisema, alibeba mfuko wake. Kwa hiyo hawakuwahi kuongea, kama wanajuana kabla hapo? Na baada ya huyo dada kurudi, waliongea chochote kingine? Kuna kitu alimnong'oneza, ila sikusikia. Zena akamtazama Nurdin. kulikuwa na kitu? Asante mtoto mzuri, na pole kwa usumbufu. Aya, dada Zena. Sasa akarudi kitanda, kitanda cha Salome. Kuna hu kitu huyu mtoto kasema, ulinongonezwa ni kitu gani? Mm. Je, Salome atajibu nini? Zena ataweza kumgundua Katarina ndio alomshambulia Salome kwa risasi? Hebu twende pamoja. Lakini hebu shusha komenti yako. Unaiamini akili ya Zena kwa kiasi gani? Je, upelelezi wake utazama tunda gani? Hebu niupe komenti hapo, wewe unafikiria nini kitaendelea? Na bila kusahau, usikose kusubscribe kama ni mgeni katika channel ya Ulimbo wa Simulizi. Lakini pia kama ni mpya wewe bonyeza alama ya subscribe, lakini pia awashe alama ya kengele ili kupata notification pindi tunapoweka video zetu na simulizi zetu kwa mara ya kwanza kabisa. Naam, bila kusahau, mimi ni Karbana Ahmad ambayo nakuingizia fuko na sauti ya mamlaka niliojaliwa na Mwenyezi Mungu, na mwandishi akiwa ni Zuberi Musa Maruma. Tunaendelea kufanya wewe uweze kuburudika na kuenjoy kupitia channel ya Ulimbo wa Simulizi. Naam, Niishie hapo bila kukuchosha, na kama kawaida, nikwambie asante sana kwa kuwa pamoja nami na chao.